Ninapenda kumshukuru Mungu kwa matendo makuu aliyotenda kwangu, hususani kwa kibali na neema aliyonipa ya kuwa hai siku ya leo hii. Ni miujiza mikubwa sana kwangu leo. Yesu asifiwe. Ninapenda pia kumshukuru Mungu kwa kunipa kumaliza ishirini ishirini na tano kwa kishindo. ishirini ishirini na tano kulikuwa ni mwaka kuanzia mwezi wa kwanza ulikuwa ni mwaka wa mateso kwangu. Niliteseka, nilipitia magumu, changamoto, pamoja na haya yote tisa kumi sikukata tamaa. Ninamshukuru Mungu kwa sababu alinikutanisha na prophet baba yangu nabii Mdachi, akawa faraja katika maisha yangu. Ninamshukuru Mungu kunikutanisha pia na mama, wakanifundisha na wakanitia moyo katika maisha haya. Nilikata tamaa kwa changamoto nilizopitia katika maisha. Mimi ni dereva, nilikaa miaka miwili sina kazi. Ilikuwa ni changamoto kubwa sana kuishi katika maisha haya pasipo kuwa na kipato chochote, lakini ninakumbuka, ilikuwa siko Jumapili hapa, nikamwambia baba, kuna simu moja imelia kuna gari private staff naenda kufuatilia, naomba nikafanikiwe. Nakumbuka neno la baba aliniambia, mwanangu, nenda ukapokee, nenda ukafanikiwe. Nilifika, nilipokutana na tajiri, madereva wengi walioenda pale wanaambia, nipe CV yako, nipe leseni, nipe cheti cha dereva, nipe barua yako, hakika leseni. Lakini nilivyofika pale, sijaulizwa leseni sijaulizwa garaya kuaki leseni, sijaulizwa cheti chako. Nilivyoenda sikwenda kwa sababu ni mimi, bali kuna aliyekuwa ameshatangulia mbele kunitengenezea mimi, nikafika nikachukua. Ni Yesu pekee yake alinitengenezea. Kama Mungu alinitendea mimi na imani, hata wewe atakutendea halinipa kiurahisi kabisa. Sikutegemea kama ningekuwa leo na gari ya nilitegemea labda nitaishia na daladala tu za barabarani, lakini leo niko na gari ya tours na beba wageni sehemu mbalimbali, naenda mikoa mingi, naenda. Sikutegemea kwenda nchi za nje, nimeshaanza kwenda juzi kwa mkia, jana nimetoka Nairobi pia kupeleka wageni Amen. Na naimani hata kesho pia, na wewe pia, Mungu wa Omega Fire anajibu, utaenda. Mungu wa Omega Fire anatenda endapo pale utakubali kunyenyekea, utakubali kuelekezwa, utakubali kufundishwa. Lakini ukitaka kwenda kama unavyotaka kwenda wewe, utaweza. Lazima ufuate sheria za baba na mama. Baba akikwambia fanya hivi, fanya. Mama akikwambia fanya hivi, fanya. Siku ya mwisho nilisikiliza sauti ya baba aliyeniambia, mwanangu, ibada ya Jumanne utahubiri Nikamwambia sababu Jumanne hiyo nikaahirisha kupata kufanya kazi, nilitoa nikafanya kazi, nikamwambia sababu mimi nitaubiri Jumanne hiyo. Nikaja nikatii sauti, nikafanya kazi. Jumatano nikakaa nyumbani, Alhamisi nikatii sauti, nikaje badala e nika ya Ijumaa bada, nikapigiwa simu ya habari ya hiyo gari ya Jumamosi, nikashinda vizuri. Jumapili nikaja kanisani. Ningekuwa siku tisa hivi hapo baada ya baba Jumanne na Alhamisi hata gari ya mtu wazee usingekuwa nayo. Kwa kuwa nilitile sauti ya Jumanne na Alhamisi ilikuwa sio sauti ya baba tu bali ni Mungu alitumia kinywa cha baba kusema na mimi. Mungu anamtumia nabii kusema na wewe. Usiende, nabii anakuambia kitu alafu ukaenda tofauti, ukajua labda na unamkomoa nabii. Hapana. Unajikomoa mwenyewe. Tufuate tunachoambiwa na baba. Tufate tunachoambiwa na mama, tutaona neema ambayo Mungu ametuandalia mbele. Mungu anakufungulia milango yako kupitia baba. Kuna vitu ambavyo vioni, baba anaonyesha. Utakapomsikiliza baba, utaona neema uliyoandaliwa na Mungu mbele yako 20 20 na 6 kuna vitu umeandaliwa, endapo ukakaa na kunyenyekea magotini, utaviona. Lakini ukaenda kama ulimwengu unavyotaka, itakuwa ni ngumu kuviona lakini ukienda kama madhabahu inavyotaka utaona vi-, itakuwa ni rahisi sana kuvionea vitu. Mimi nakuombea ukafanikiwa ishirini ishirini na sita Mungu akubariki sana.